Swali zuri kwa kweli. Swali ala nabi. Amka basi, suala la Ramadhani muandamo. Wa kuingia kwenye Ramadhani ama wa kutoka kwenye Ramadhani katika sheria ni amron mukhtalafun fihi. Kila aliyesoma vizuri dini hili analijua. Narudia, kila aliyesoma vizuri dini ili analijua kwamba jambo hili kuna khilafu baina ya wana wachuoni, lakini baada ya kuingia mpasuko wa kidunia na kugawanywa nchi, sheria inabaki pale pale kwamba wasomi, yule ambaye anaamini kauli hey, kwamba likulli baladin ruyatu, kila wanamji, kila wananchi watafuata mwandamo wao. Sijui umenielewa eh? Da mzee kauliza swali jioni, na mwingine atafata kauli b Kila amin Waislamu wote watafuata mwandamo huo mmoja, endapo wamepata taarifa. Hii ni ikhtilafu ya kiilmu. Nini tushike? Kwa mujibu wa mgawanyo, sasa ziko nchi nyingi wakati tunaposema arruhu ya wahida nchi zipo, walamiru wahidun alami. Hapa paeleweke kwanza, mwandamu mmoja, lakini kiongozi wa waislamu dunia nzima ni mmoja wewe ukiwa rais lakini uko chini ya kiongozi yule, anaitwa amiri, Amiri al-Mu'minina. Baada ya nani? Alikuwa nani? Kwanza Mtume Muhammad. Hakuna rais juu ya nani, ya Mtume Muhammad. Kutabaki kuwa rais, lakini rais mkuu wote ni nani? Mtume Muhammad alipoondoka, mtume anafuata nani? Kiongozi amiri mcheu, kikabaki hicho amiri. Nakuuliza swali wewe na mwingine anayenisikia Duniani leo tunaye mtu anaitwa Amirul Muuminina? Ah, tafsiri yake nini? Turudi katika dola zetu tufuate mwandamo anaotangaza mufti, si unaeleweka? Narudia kusema watu, ili watalipiga vita, lakini ndio ilmu hii nayosema, ndio ilmu. Fuata mwandamo wa kwenu baada ya kutangaza nani akicheza lawama ni za nani? Isipokuwa munisikilize, ikiwa wewe umesoma umeona kauli ile ina nguvu, funga. Lakini huna mamlaka ya kutangaza istidrakio. Yani wewe, si umesoma, unaamini mwandamo ni ukapata taarifa kuna nchi fulani mwezi wametangulia kuona, funga, si ndio unavyoamini lakini huruhusi kufanyaje. Mwenye mamlaka ya kutangaza ni nani? Yaani kosa letu tukifunga tu, kwa kutangulia upo sahihi. Ukifunga kwa kutangulia upo, lakini huna mamlaka ya kutangaza. Funga wewe, na ukimaliza kula wewe, aliyekupa mamlaka ya kutangaza nani? Kuna watu wanakosea sasa katika kutetea mifumo wanasema, unajua taasisi sio moja tu Bakwata, taasisi Tanzania ziko nyingi, kwa hiyo kila taasisi nayo mamlaka, kama Bakwata. Sisi hatuzungumzii taasisi, makosa tunayoyachanganya kati ya taasisi na nini na ifta. Mimi nazungumzia katika sheria mas'alatul ifta, sizungumzii masailul muassasati, ni vitu viwili tofauti. Mufti ni wa Tanzania, taasisi nabaki kuwa taasisi wa, ila waseme hadharani. Sasa katika kupotosha, wanafika watu wanasema mufti ni wa Bakwata, yani sio Watanzania Waislamu. Mufti huyu ni wa nani? Lakini kweli. Mbona tunafungana vichwa leo? Si tulikuwa kwenye mashindano ya Qur'ani, jamani? Wanaosendesha mashindano yale ni taasisi, sio taasisi? Walikuwa na mufti wao, au mufti wa nchi? Alikuwepo hakuwepo pale, na alikabidhiwa atoe neno akiwa kama nani, mufti wa Bakwata, au mufti wa Tanzania? Hivi nyinyi mlifuatilia? Kuna watu juu hata wanaelewi ninachokinena. Ilipofika kuongea mzee Bakari aliitwa, sio kama Shehe Bakari Zuberi, aliitwa kama mufti wa nani, wa Tanzania. Ina maana na taasisi zote ziko chini ya nani. Huu ni upotoshaji. Kusema mufti ule sio wa Tanzania, ni mufti wa nani? Huu ni upotoshaji, sio sawa. Narudia, anaye aliyesoma vizuri dini anayefahamu na akaelewa, kakubaliana na kauli, mwandamo ni mmoja, anaruhusiwa kutangulia na hakuna lawama. Anayetoa lawama hajasoma vizuri, hajakosea isipokuwa, hana mamlaka ya kufanya nini. Lugha nyepesi, fanya istimbatat kwa maneno anayosema wa wasomi kupitia aya faatabiru ya ulil ulil absar itibari ulil absar ulama ul fiqhi ul. Ndio maana fatabiru fa ya ulil absar sasa. Fanyeni hiyo itibari ulil absar kupitia aya walikulli qaumin hadin. Hivi nchi itakuwa na mamufti wangapi? Qurani inasema walikulli qaumin. Tutakwenda kwa mtiririko, tulipoanza mwanzo kabisa, kiongozi wetu ni nani? tume Muhammad akaja akubakaliakaja wakaja mpaka wakaja, ukalifa ukalifa. Umekwisha, hakuna ukalifa. Ukalifa tunampata nani? Walikulli qaumin hadi, ni mufti wa nchi yetu. Qurani tunasema walikulli qaumin hadi, kila watu wawe na kiongozi. Hivi kila mmoja aamue kusema mwenyewe kwenye taasisi yake? Hivi amuoni ya kwamba itakuwa vurugu kwenye nchi? Atusitafute haya wala hadithi fatabiru ya ulil absar, yani kila taasisi sasa aseme yule shehe wao Idi Jumamosi na wale idi Jumatano na wale idi Alhamisi. Ah, ah. Wewe swali, wewe funga, lakini huna mamlaka ya ni hapa. Mmepaelewa? Lakini watu wa media wachelewe kukata, wataka kugombanisha watu, huruhusiwi kufanya nini. Anayetangaza ni kiongozi mkuu wa Waislamu kwenye nchi, waniambie wasomi wanayemkataa mufti huyu, wasomi, wasomi waniambie, wanayemkataa mufti huyu serikali wanaikubali, hawaikubali? Wote wanaikubali serikali. Kwa hiyo serikali hii wanaikubali, ila mufti ndio wafanye nini? Haya, kama serikali mnaikubali, serikali inamkubali mufti, haimkubali ikiwa ikubali serikali na serikali inamkubali muftiu wo utakuwa na gani? mufti mtaki serikali unaikubali na serikali ndio anamkubali huyu mufti alafu wo utaki? Jamani nyii mnanielewa vizuri? Haya ni makosa makubwa tunayafanya. Narudia, ikhtilafu katika sheria ipo na imethibiti. Wanaofunga kwa kushika muandamo wa nyumbani wako sahihi na wanaofunga kwa kushika mwandamo mmoja wapo sahihi, ni jambo la kiilmu. Lakini wewe unayetangulia, jua kabisa utafanya makosa endapo utafanya nini yani, yani mfano, sikiliza hapa, ni kupe mfano wa kifikihi eh? tuna swali imamu. Sheikh Musa tatizo lake anakaa mbali, Sheikh Isa anakaa hapa, si ndio? imamu yuko hapa, tumeanza pamoja mpaka tumefika mwisho, imamu hajatoa salamu, we uko nyuma, unatoa salamu, swala unayo ni mnanielewa? Ili na nyinyi mtoe salamu, aanze kutoa salamu nani, ili nyinyi mwanze kusema Allahu akbaru takbiratul ihram, aanze kutoa nani, ili upishane na imamu na swala yako ibaki kuwa sahihi kisheria, unatakiwa ufanye nini? umkhalifu imamu eh? Si ndio hivyo, yaani mpaka hapa mjaelewa tu, we funga peke yako usi mkhalifu imamu, lakini sio utoe salamu, ikiwa bado unasema huyu nani swala utakuwa una toka. Basi mkhalifu imamu kimya, tena kimya kimya. Na ndio maana Mtume Muhammad akakataza taadudu ljamaati fi masjidi na alimamu Sheikh muti ibn Baz akaandika kitabu taalimu taadhud jamaati fi msikiti, uharamu wa kukifiri jamaa zaidi ya moja kwenye msikiti huo. Kwa nini tunazingatia sisi vipi iwe kuna ruhusa ya kukifiri? Nani mamufti? Tukitofautiana tutofautiane, lakini tusitofautiane kwa kuipasua nchi tusitofautiane kwa kuipasua nini? Tunaleta fitna kwenye nchi, ili tulizingatie. Hata kama tunasema mwandamo ni mmoja, sawa, funga wewe, na ukimaliza kula wewe, usilete fitna katika jamii ushafungulia unapita na kwani leo? Hey, idi, leo idi, sijui watu wanafunga. Haram kufunga siku ya Idi. Huo ushamba kwenye dini unaoleta wewe ni nini? Si siapike mkeo ndani mule mmemaliza, wenzenu wa bado wanafunga. Ikhtilafu inaheshimika na kanuni katika sheria la yukhtalafu, ni, la la yunkaru almukhtalafu fihi wa inma yunkaru almujma'u alayhi.